Rais wa Uganda, Yoweri Museveni, ameweza kutoa maoni yake kuhusu mzozo wa Mashariki eh, mwakati eh, katika chapisho refu ambalo lililojaa marejeo ya maandamano lakini pia na maandiko makubwa kabisa ya Biblia kwenye mtandao wake wa X wa Yoweri Museveni, ambaye ni rais wa Uganda. Alianza kwa kusema hivi eh, kwa Uganda ina uhusiano mzuri na Israel, Iran na Marekani, lakini aka a, lakini akayakosoa mataifa hayo matatu kwa kile alichokiandika makosa ya kihistoria. Museveni alikosoa Iran kwa msimamo wake kwamba Israel haina nafasi katika, eh, katika Mashariki ya Kati, akiilaumu Israel kwa kukaidi suluhisho la mataifa mawili na kuihusisha Marekani na kuweza kuipindua serikali ya kidemokrasia ya Iran mwaka 1953 ndio kipindi hicho iliweza kutokea sasa ili kufyonza mafuta ya nchi hiyo, katika njama ambayo alidai iliongozwa na shirika la ujasusi la CIA. Chapisho hilo pia linakuja saa chache mara baada ya chama cha tawala, cha, chama tawala cha Uganda ambacho kinafanyika kwa, kwa jina la NRM kuthibitisha kuwa Museveni ambaye ni mmoja wa viongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika anajiandaa kugombea tena uraisi wa mwaka ujao. Wakati wa viongozi wengi wa Afrika wameendelea kusalia kimia huko ya kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati, kauri ya Museven pia imezua gumzo mtandaoni kutokana na madhui na mtindo wake wa utoaji wa hoja. Sasa Museven amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia wameweza kuongelea ili swala la vita ambayo inaendelea huko baina ya Israel pamoja na Iran lakini pia Marekani ameweza kuhusika au kuweza kujiingiza katika vita hiyo, na ndio maana sasa yeye rais wa Uganda Museveni na anasema kwamba Uganda pamoja na nchi hizo kama Iran, Israel pamoja na Marekani kumekuwa kuna ushirikiano mkubwa sana e, wa vitu tofauti tofauti hasa katika masuala mazima ya kibiashara. Tunaona katika wenyewe e, mafuta pia Afrika Mashariki, hata siku jana pia anaweza kukuhabarisha e, tunategemea sana mafuta kuweza kutokea huko Iran. Sasa wakati machafuko haya ambayo yanazidi yana, yana kutokea yanaweza kusababisha nchi yana hizi kuweza kukosa mafuta au hata kama itapata itaweza kupata kwa bei eh, ya juu zaidi au bei ya gari zaidi, ambao watu wengi pia watashindwa ku afford na vitu vikawa vigumu kwa upande mmoja eh, ama kwa namna nyingine inakuwa sio sawa katika nchi za Afrika Mashariki. So Museveni ameweza kuchapisha chapisho refu sana katika ukurasa wake wa X eh, zamani Twitter ambao ulikuwa unafahamika. Hivyo akiweza kuonya, lakini pia kuweza kukemea machafuko hayo kwamba yaweze ya waua nasiweze ee, kuendelea lakini, ikumbuke kwamba moja kati ya ma, marais ambao wameshakaa madarakani muda mrefu kupitia Afrika au katika Afrika Mashariki hii ni Yoweri Museveni. Ni miaka mingi sana tokea ashike kiti cha urahisi, na inasemekana msimu ujao au mwaka ujao ambao unategemewa kwamba Uganda waweze kufanya uchaguzi, yeye anataka kugombea tena kuwa rais wa Uganda. E bana ya, anataka kuongoza nchi ya Uganda mpaka pale atakapochoka sasa. Sijaui itakuwa ni rini sasa kupitia chama chake hey, hey, cha aha kupitia chama chake ambacho anakitumikia ana kwa sasa hivi NRM ambacho kinapatikana huko Uganda, anategemea kuweza kugombea tena urais. Sasa wananchi wengi uh, hatujajua kwamba kwa upande wao wako vipi, wanaweza kumkubali lakini, kwa upande mmoja au mwingine, mmoja kati ya marais ambao pia kwa Uganda alikuwa anazungumziwa kwa mazuri zaidi alikuwa ni Yoweri Museveni. Lakini kuna baadhi ya wanasiasa ambao pia hawawezi kumtaka, hawamtaki kabisa kwenye madaraka hayo na wanatamani aweze kuachia madaraka ili watu wengine waweze kupokea madaraka hayo sasa. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Drop comment yako hapo utakuamafanya poa zaidi, okay. sana sana chao.